Hiyo kah niombeni sana ndugu zangu, kwa sababu katiba nitakwa na kisheria, tusijime haki yetu ya kutoka nna kupiga. Ninajua kuna mawazo mengi yanayotembea, kwa sababu tuna uhuru wa kufikiria, lakini unaweza kuchagua siku moja tu. Tunakikao nyingine hapa kilichopita, niliwaonyesha mfano mmoja. Yesu alisema ya kwamba rais ni jipi jitwike kidole lako wembe, au dobi zako zimesamalia, kwa sababu tunakabiliwa na uchaguzi Kukaa nyumbani bila kutoka kwenda kupiga kura ni uchaguzi sahihi, au kutoka na kutumia haki yangu ya kupiga kura ni uchaguzi sahihi? Kwani nikikaa nyumbani ninapata faida ipi? Nikitumia haki yangu ya kupiga kura napata na, na, faida ipi? Nadhani kwa busara tu ya kawaida kwa mtu ambaye anajua ya kwamba amezidi miaka kumi na nane na anaijua katika nchi yake vizuri, hata ona sahihi kukaa nyumbani, atatoka aenda akapige kura, aitumie haki yake. Kwao ninaombeni sana ndugu zangu nanisikia na utangazo wote kwa ujumla, tutokeni, nitugabia kwa macho yetu kazi anazozifanya ni yupi. Nyinyi mna busara kamili, angalieni namna tunavyoenda katika nchi yetu hii, na ukiona tunavyoenda katika nchi yetu hii, wala haitakuwa na ugumu wa kwa kwamba nani anafaa kutuongoza katika nchi yetu hii ninawaombeni sana ndugu zangu, na nisikiliza, tusiimie hii haki yetu ya kwenda kupiga kura, kwa sababu ni haki yetu ya kisheria like like ma..., na ya kimsingi, na hiyo pekee ndio inaonyesha kwamba tuna uhuru wa kweli. Maana uhuru wa mwaka 61 ulishapita. Uhuru wa kweli, ninashirikije katika kuongoza nchi yangu. Sitakuwa rais, sitakuwa makamu, sitakuwa mbunge, inawezekana nisishike nafasi kubwa ya kisheria ya kisiasa, lakini uhuru wangu wa kutoka na kwenda kupiga kura nina- ninasema, ninazungumza na ninatoa matakwa ambayo nataka yule nayempa kura yangu ayafanye. Na ninaamini ya kwamba kwa, kwa fikra zetu tumeona ni mgombea yupi ambaye anasema na kutenda, ni chama kipi ambacho kinasema na kutenda. Na kwa hiyo yetu yenyewe tunaweza tukatoa kura zetu kwa mtu kama yule. La mwisho kunajua, demokrasia, tunapozungumzia demokrasia na uhuru wa kuchagua. Sisi nchi yetu sio wanzilishi, hapana, lakini kuna mababa waliotutangulia katika demokrasia ambao tunataka kujifunza kwa kwao, bila kujali ya kwamba kuna kwa kwa upinzani wa aina gani. Thomas Jefferson alikuwa ni mmoja wa mababa wa katiba ya Marekani. Wala ambao nafuatilia historia ya Marekani unaweza kuungana mkono na bibi, aliwahi kusema ya kwamba uhuru kamili wa nchi yeyote ni uwezo wa wale watu kujua katiba yao inasema nini na kuifuata inasema sio kujua tu inasema nini lakini na kuifuata pia. Kama mimi ninasema ni mtanzania na nina katiba yangu na siwezi kuifuata katiba yangu kwa taratibu ambazo mimi mwenyewe nimeikubali, basi bado mimi ni mtumwa fikra. Kwa hiyo ninawaombeni sana ndugu zangu ya kwamba twendeni tunapiga kura. La mwisho kabisa ambalo ninawaasa na ninataka kusema kwa nguvu zangu kubwa sana, kuto kushawishiana kuto, kuto kupiga kura ninaamini haijisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Lakini jambo la pili, kufanya fujo na maandamano na kuleta keosi siku hiyo ya upigaji wa kura hailisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Ni vizuri kuchagua fungu jema ambalo baada ya uchaguzi tunajua kuna maisha, kuna faida gani. Jumapili niliwaambia watu kanisani kwangu mimi wa sitaki kuongoza watu waliovunjika miguu waliopigwa risasi waliofanya bado unajua askari hawawezi kumfanyia mtu fujo mpaka kama amefanya fujo kwanza mimi ninaamini sisi kama viongozi wa dini tuitumie nafasi kwa siku chache nane zilizobakia tuyaase makundi yetu tu, tuwahimize wapige kura namba mbili tuwahimize waache fujo kuna mwanafalsafa moja anasema hivi vita haitafuti mtu aliye sahihi lakini vita huwa inatafuta mtu aliyesalia ili imalize kwa hiyo tuki, tukiingia kwa sababu ya milipuko ya kushawishiana katika makundi yetu, viongozi wangu wenzangu wa dini, tutaiharibu hii nchi, tutaharibu tume ya nchi hii, na mwisho wa siku, baada ya siku ya uchaguzi, tutaregret ya kwamba hatukufanya maamuzi sahihi na hatukuwaongoza watu wetu kusimama katika njia iliyo sahihi. Mungu atubariki sana tunapofanya maamuzi haya na Mungu atuongoze kila mtu atakayekwenda ataka, ataka kuwashauri watu wake Tenda, ya Puanu, asante baba Askofu Dr. Charles kwa salamu hizo, huyu ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya Amani. Sheikh Hassan Kabeki ambaye yeye ndiye mwenyekiti wa kamati ya Amani Mwanza, kwa sababu tuna muda mfupi sana, kwa hiyo nitaomba t alau tuendelee na viongozi wetu. Karibu. pendo haki na amani. Dini mbalimbali tunaishi pamoja, tunacheza pamoja katika nchi moja, moja iitwayo e Tanzania. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, ndugu yetu bwana Saidi Muhammad Mtanda Mheshimiwa, mi niseme mzalendo, mzalendo wa kweli ambaye kwa hakika Watanzania wana Mwanza wana kanda ya ziwa tunakuombea sana Mungu. Ndugu yetu Bwana Lazaro Irani ambaye umehudumu katika serikali mbalimbali ya nchi yetu, lakini hata ulipomaliza bado naendelea kufanya kazi nzuri kwa taifa lako, na mimi naamini, naamini ni kwa sababu unajua, hata nikitokea la kutokea, hatuna nchi nyingine ya kwenda zaidi ya Tanzania. Niende kwa ufupi na haraka haraka, kwanza nitoe shukurani, ikiwa mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani ya viongozi wa dini, natoa shukurani sana kwa wale wote waliotabara waliosaidia uwepo kwa kongamano hili kubwa la aina yake, nawashukuru sana na kuwaombea Mungu. Mungu awabarikie, na tusichoke, waendelee kusaidia yafanyike makongamano haya ya mikutano hii kwa ajili ya kumlinda mama Tanzania. Niwashukuru maaskofu, wachungaji mashekhi maustadhi kwa upande wetu si Waislamu madhehebu zote naziona hapa, Shia Jamaatu Ansari Sunna, Qadiria, Ibadi na una taasisi kinakuama umoja wa alibu madrasa umoja, imamu, nona, umoja kina ineo, wa waimamu wote naona wanateki wetu mechukua kila eneo. Mungu wawabarikie sana. Nasema na haya kwa furaha kuona kwa kwamba kweli nchi hii ilitafutwa kwa dua na sala. Nchi hii ya Tanzania ni nchi pekee, hatukumwaga damu wakati wakutafuta uhuru. Ni wazee wetu walisimama kwenye maombi, wakafanya dua, hatimaye ukapatikana uhuru wa Tanzania. Na kwa miaka sitini ya uhuru, zaidi ya miaka sitini sasa, nchi yetu haijaingia dosari ya kuvunjika. Katika Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema: man asbaha amina fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu kutu yawmihi fa kanama hisa la dunya. Mtume wetu anasema yule ambaye atakayeamka asubuhi nyumbani kwake ana amani ana salama mzima, tasamuafa fidesadihi anaafya katika kiwili chake, lakini indahu kutu iyouvihi, ana chakula cha nyumbani kwake. Mtu mwenye hivyo vitu vitatu, mtu wetu Muhammad anafundisha, asema mtu mwenye mambo matatu, kwanza, ukiamka asubuhi una amani. Kwa hiyo ikiwa nyumbani kwako umeamka una amani ikiwa katika mtaa wako mmeamka mna amani, ikiwa katika wilaya yako mmeamka mna amani, ikiwa katika mkoa wako mmeamka mna amani, ikiwa katika nchi yako mmeamka mna amani. Hili la kwanza, lakini la pili, muafa fi jasadihi una afya, Mungu ametuepusha na maradhi wako ukapata mkate wako ukapata kitumbua chako, haya matatu ukiwa naye, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wako ni wa kama umepewa dunia yote. Kwa hiyo wamezama

ikiwa kamechafuka nani atakwenda msikitini? Sisi tuna kitu kinaitwa kaswida, kitu kinaitwa kwaya, mtapiga mtaimba, lakini kwaya inaimbika kama imevurugika? Kaswida itaimika kama imevurugika? Kuwa na mashule bora ni haki yetu. Serikali ijende mashule bora, lakini nani anaweza kumpeleka mtoto wake skuli wakati kuna mabomu na wanajeshi wametanda mtaani? Nani anaweza kufanya hivyo? Haki ina kuwepo, lakini haki haiwezi kuwepo ikapatikana kama hakuna amani. Amani, amani ndiyo tambi ya haki. Tumemwona Mwalimu Nyerere amecholiwa kuwa msuulishi pale Burundi. Alikwenda kusaka haki, alikwenda kusaka amani. katibu mkuu oda amoja eh, alikwenda kusaka haki, uaniena kutafuta haki, kutafuta amani. Wenzetu wa Gaza leo wanatafuta haki, wanatafuta amani. Tusilaganyane, amani kwanza kawaida nyumbani kwako, baba mchungaji sheshe, pale nyumbani, we na mkeo, we na mumeo hivi, kinacholeta salama pale nyumbani haki ni amani. Hata mazungumzo yale kati ya baba na mama, yale mazungumzo yanafanyika kukiwa kuna haki, kukiwa kuna amani. Walio wangu wamenielewa kwenye nufa hiyo. Kwa sababu ya muda nishia lakini la pili kwa haraka ni jambo la kupiga kura. Sisi katika Uislamu, kura ni jambo linakubalika, linafaa. Kwanza kwa mujibu <coughs> wa katiba ya nchi ibara ya ishirini na moja kipengele namba moja imeeleza wazi. Ukienda kipengele namba mbili ndio kinafafanua wazi, tunasema kila raia anayo haki na uhuru wa kushiriki katika uchaguzi. Katiba ya nchi ibara ya ishirini na moja kipengele moja na mbili Kwa hiyo kama ni haki, tunataka haki. Haki yetu ni pale, ukifika ikifika miaka mitano kwenda kupiga sitokee, usienda kupija kura, tunakwenda kuwasikiliza wanaosema wana, tunakwenda tuna kuwasikiliza